Um, sini ngumu kuicheza ni ile sini ambayo nimerudi nyumbani, nimetoka kwenye matatizo, nimerudi nyumbani nakuta mtoto wangu hayuko tena duniani, mwanaume wangu nayempenda amemshika mtoto wangu ambaye hasemi, haongei, hapomoi. Kwa hiyo nilitakiwa kucheza kama mama ambaye amempoteza mtoto, sijawahi kuexperience hiyo character na sikuwa hata nafikiria kwamba itatokeaje kwa sababu hakuna kitu kigumu kwenye maisha kama mzazi kumpoteza mtoto so, nilitakiwa kuivaa ile karakta ya mama aliyepoteza mtoto wake, hajui nini kimemkuta, hajui nini kimetokea, anakuta mume amemshika mtoto ambaye hapo mwe tena. Kwa hiyo hiyo ndo karakta, I mean ndo sini ambayo ilikuwa ngumu kidogo kwangu, kwa sababu nilikuwa natamani kufanya bora zaidi ya nilichokifanya. Uh, maono yangu mimi ni kuhakikisha uh, kila anachokifanya akipotezi muda. Kwa hiyo kama producer nilisubiri iwezekane angalau kama si kamili basi, uh, robo yake kwenda nusu ikamilike ili niweze kukamilisha kitu. Jua tatizo la vitu vingi watu hawafahamu ni kwamba story huwa yenyewe inakuja na mahitaji yake. Huwezi uh, ukatoka, tuna bajeti yako una fikra zako kwenda kufanya story ya namna yoyote ile Stori ndo huwa inahitaji ifanyiwe hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba mahitaji ya stori hii ya Baraluko uh, yamefikia walau nusu, basi tuende tukaifanya. Hey, kwa kweli Baraluko ina alama kubwa sana katika maisha yangu kwa sababu watu walishanizoea, yaani kucheza kama mtoto. Kwa hiyo bado wamebaki na ile mentality ya mtoto ila Gabo aliweza kuniona katika jicho la kipekee. Kwanza ni produsa bora sana, kwa sababu ameweza kuniona katika jicho la sio la mtoto, katika jicho la kuweza kuwa mama, jicho la kuweza kuwa mwanamke ambaye nitakayepitia changamoto nyingi, yani at the same time na kuwa house girl, yani si unanielewa? Yaani nimefunguka sana, yaani nimemuishi mwanamke kwenye Baraluko. Kwa hiyo yani Baraluko siwezi hata kuielezea, ile imenifanya nimejisikia vizuri sana, yaani naenda kuwaonyesha Watanzania kitu kimoja hatari sana. Nimefanya movie zaidi ya moja, lakini Baraluko naamini inasimama kama ndio star katika movie zangu zote. Baraluko kwanza iko tofauti hata katika uchezaji wake, na imenibadilisha ime mwonekano pia. Nimeact na mtu ambaye namjua vizuri, ananijua vizuri, alafu amejaribu kunifanya vile anavyotaka yeye kulikuwa kuna ugumu sana lakini nimelazimisha, amenilazimisha, nimekubali, na ninafanya na nitafanya zaidi. Baraluko ina alama kubwa kwenye maisha yangu, kwa sababu nimefanya kazi nyingi, lakini Baraluko ni kazi ambayo inaweza kusema imenitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni kazi kubwa, nimefanya na watu ambao ilikuwa ni ndoto yangu kufanya nao kazi, so ni kama nimetimiza moja ya malengo yangu. Um, naweza nikasema ni mwanga. Of course sini zote zilikuwa ngumu, kwa sababu tunatakiwa kuonyesha kitu tofauti na vitu ambavyo walizoea watu kufanya. Kitu kinakuwa rahisi kama nakifanya kawaida, ila kitu chochote ukifanya kiprofessional lazima kiwe kigumu. Kwa sini zote zilikuwa ngumu kushuti, sini zote zilikuwa ngumu kuzifanya kwa sababu ilikuwa hatutaki vitu vya kawaida, ndio tulikuwa tuigize wala tufanye maigizo set. Kwa hiyo lazima scene ziwe ngumu, tumeshoot kwa technique sana, tumeshoot kwa details, kwa hiyo lazima kitu kiwe kigumu. Of course location ilikuwa i support kamera kufungua kufungua ma shots, yani kuna shot lazima location ilikuwa na limit kubana na shot, kwa hiyo scene zote zilikuwa ngumu kuzishoot kulingana na mahali ambayo tulikuwa tuna shot. Filmmaker pamoja na wasanii ni wajipange kwa sababu Nowadays sasa hivi tunahitaji mapinduzi, tunahitaji vitu vipya kila wakati. Hatuitaji kitu kiwe kile kile kila wakati. Mtu atakapoenda kuiangalia Baraluko ataelewa nini maana ya mapinduzi katika filamu. ka kama director kiukweli nilijipanga vilivyo eh, sini zile, kwa nyingi zilikuwa eh, sisemi ngumu, zilikuwa tricky kutokana na uh, location na watu pia, kwa hiyo kama director nilijaribu kuonesha uwezo wangu Je, uh, yeah, unaweza kufika kwa kina, kwa kina, kwa kina Mary Gibson unaweza kufikia huko, uh, kwe, kwa uchache kwa uhaba wa baadhi ya vitu nilifika, namshukuru Mungu, producer na uhakika ameona mbali sana uh, kwa sababu uh, tamthilia ambazo zishazoeleka kufanyika Tanzania kama nilivyosema hapo awali ni yani mara nyingi zinakuwaga zinajulikana, yani ukishaona tamthilia unajua watavaa suti watavaa hivyo utavaa kimini kimini, utavaa hivi, yani ni vitu ambavyo vinaelezeka yani. Lakini kwa kwa jicho la Gabo, kwa mimi nilivyoliona ni kwamba ametaka kuipeleka hii series duniani yani, kwamba kila mtu aweze kuipokea kila mtu aweze kujua ni kitu gani ambacho anataka kufanywa kwenye, kwenye hii series. Kwa, kwa jicho langu mimi naona ni kitu ambacho yeye yeah, alikifikiria kwa ukubwa sana, nikizungumzia kazi ambazo zimeshawahi kufanya na hasa katika upande ambapo sisi tunaenda kuipresent Baraluko sijawahi kuona yaani, sijawahi kuona, yaani sijawahi kuona kwa, kwa kwa sisi ambao tupo katika hii taifa tukafanya katika ukubwa kiasi hicho. Kwa hiyo mimi naipa alama moja ya tiki Baraluko kwa sababu inaenda kuacha legacy katika jamii. kilichonipa ugumu kufanya kazi na producer wa Baraluko, producer ni mbishi. producer akiwaza kitu kichwani anataka kitokee kwenye maisha halisi, ni kwamba atakomaa mpaka kiwe. Kwa hiyo kuna wakati unaona kwamba hichi kitu hakiwezekani, yeye yeah, anakwambia kinawezekana na amtaenda mbele mpaka kikamilike. Kwa hiyo producer, uh, actually sio ugumu sana, ni passion ya kazi aliyonayo ndio imeleta ugumu, lakini kwenye kujenga kitu bora, sababu kabla ya hapo vitu vingi ambavyo nimeexperience katika masuala ya graphics designing sikuwahi kuexperience mpaka nimekutana nimekutana na Baraluko kwa kufanya kazi katika au kuwa miongoni mwa watu ambao ni timu ya Baraluko, ni alamu kiukweli. In general, hakuna changamoto yoyote alhamdulillah ambayo ilipatikana katika kazi, isipokuwa sini moja tu kidogo ndio ilinisumbua, kwa sababu ukizingatia ukaribu niliokuwa nao uh, ukaribu niliokuwa nao na Salim, alafu sini nilitakiwa nitue very close na nini, nguo zipunguzwe, unajua hiyo yeah, kidogo ilinisumbua kwenye kazi yangu ya saundi. Changamoto zipo, sio kwamba hazipo, zipo sana, lakini tuliweza kuzipambana nazo. Kabla hatujaanza hii kazi tu, tulianza kufanya scout location, kwamba tulitoka DOP, director, mtu wa mtu wa righti na sound engineer, ambayo mimi kwa hiyo, tukaenda kufanya scout ya kujua mahali ambapo tunaposhuti kazi itenda vipi, umeona? Kwa hiyo siku ambayo tunaanza dewani, changamoto zilikuwepo lakini si sana kwa upande wangu mimi wa sauti, kwa sababu kuna vitu ambavyo nilienda kuifanyia kwenye scouting na nikajua kwamba nitapambana vipi. Kwa hiyo ilikuwa si sana, sana, sana, kwenye upande wangu wa changamoto. Ndio moja kati ya mawazo ambayo chanya yenye fikra tundu hizi pia, ambayo nishawahi kuyawaza na kila mmoja ambaye nishawahi kumwazisha au kumwambia hadithi hii hakuna mtu ambaye aliwahi kuipinga. Kwa haraka nilimshtua, na swali lake lilikuwa inawezekana kweli? Kwa hiyo yale mawazo ambayo nawawazisha watu na majibu yao kwangu yalikuwa yanaendelea kunifanya mimi nijione kwamba nimewaza vikubwa sana, na hiyo ndio naweza kuthubutu kwamba ni alama yangu kubwa sana yep. sini iliyokuwa ngumu kwangu ni sini ya kuvuta sigara, na imekuwa ngumu kwa sababu sijazoea kuvuta sigara mimi sivuti sigara lakini nimevuta sigara zaidi ya moja alafu inavyoisha tu nalazimika kuongeza nyingine, kwa sababu sinko, inamaana haijaisha, o, nawasha sigara nyingine, naendelea na sin. Kwa hiyo nafikia hatua mpaka nakohoa, kwa sababu kile kitu sijakizoea, lakini nafanya kwa sababu niko kazini. Ugumu upo kwa sababu kilichonipa ugumu sana sana ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza, naweza ngasema kufanya kazi na Gabo. Uh, kwa hiyo unavofanya kazi na msanii mkubwa kuna namna fulani hivi ya uoga na kama confidence unakuwa unaipunguza, lakini sio kwamba unakuwa unaipunguza kabisa, kwa sababu we mwenyewe unakuwa una uwezo wa kufanya kitu fulani, lakini ule ukubwa ule msanii unakuwa unakutengenezea we mazingira ya kuwa na maswali mengi, lakini uzuri wa msanii Gabo, eh, ni mwalimu. Kwa hiyo hata kwenye field yako ambayo kitu unachokifanya ana uwezo kukuelekeza kitu fulani, kwamba hichi unaonaje tufanye kitu fulani, japokuwa wewe mwenyewe una taaluma na hicho kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza akakushauri kwamba hapa tufanyaje, anakusikiliza. Kama hichi, anaweza kukuambia bwana, hichi hapana, hichi tufanye hivi. Wewe pia unaweza kumwambia hichi tusifanye, tufanye hichi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anasikiliza. Kwa hiyo imeniwea urahisi sana wa kuweza kukamilisha hichi ambacho tumekuwa tukikifanya. Um, sini ngumu kuidirect ilikuwa ni sini ya, ya Jordan anakufa. Jordan anauliwa na yule mwanamke wake ambaye alikuwa eh, amekuja na kuweza kujua kwamba Jordan amemchiti. Ile sini ilikuwa ni ngumu sana kuiongoza kwa sababu pia director mkuu naye pia alikuwa ni miongoni mwa waigizaji katika ile sini. Ni sini ambayo kidogo ilitupa shida lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tuliweza kuifanya vizuri. Industry imezoea ime, ime kuona kazi z, kazi rahisi tuseme, kwa sababu Baraluko inakuja kufanya transformation katika in production. Kwa upande wangu graphic designer, nimeshuhudia kazi nyingi za sanaa zikiwa zina graphics nyepesi nyepesi. Since nimekutana na team bora, nimekutana na producer bora ambaye anakupatia test anayotaka, imenifanya mimi nifikirie ni, ni, ni kwa ukubwa wa kazi hii, kwa sababu ninaona sio kwa, kwa kwa kwa Tanzania au kwa kwa kwa kwa hapa tulipozoea, ninaiona na mbali zaidi. Gabs Media ni moto na nusu na robo, sio moto na nusu, ni moto na nusu na robo. Yani hawafanyifanyi wanafanya kweli. Kwa hiyo wajaandaye tu. Uh, cha kwanza kabisa Jordan analeti husika wake na jamii kwenye nyanja nyingi tofauti kwa sababu Baraluko imezungumzia jamii kwa ujumla. Ina maana imezungumzia familia, imezungumzia watoto, imezungumzia mapenzi. Umeona, kwa ni vitu vyote ambavyo vinahusiana na jamii. Kwa relation yangu mimi na jamii kwenye kuleta hapo, ina maana, ni kuendelea kuwafanyia vitu vizuri ambavyo vitakuwa ni elimu katika jamii na watu waweze kujifunza pia kujikwamua kwenye nyanja tofauti tofauti kiwemo ni sanaa pia film makers ni kwamba Tanzania inatudai, eh, inahitaji content kidogo zenye haja na tija. Watu watoke sehemu moja waende sehemu nyingine, tuhakikishe tunabishana na dunia, sio sisi kwa sisi. Si vibaya kushindana sisi kwa sisi, lakini tuhakikishe kwamba dunia tunaifikia kwa, kwa, kwa level ya namna yoyote. Watanzania wengi wanaweza, producer wengi wanaweza, uh, film makers wengi wanaweza, lakini tuthi, ku, uh, lakini tuzidishe weredi na ufanisi wa ufanyaji kazi. Bana mimi kama DOP changamoto ambayo nilipata ni ni kuendana na spidi ya, ya director ambaye huyo huyo alisimama kama producer. Of course kuna madirector wengi sana Tanzania, kuna maproducer wengi, wengi sana Tanzania lakini naweza nikasema producer wa Baraluko ni producer tofauti sana. Kwa hiyo kufanya naye kazi na na na kuishi na, kwenye ile spidi yake ni changamoto kubwa, kubwa, kubwa. Lakini pili ni kuburudisha, kwa sababu filamu ni burudani. Kwa hiyo watu waburudike lakini pia wajifunze, na kuna vitu vingi sana vya kujifunza kama utatazama filamu hii ya Baraluko. Baraluko ni story ambayo imeweka alama kwenye maisha yangu, kwa sababu ni story ambayo inagusa maisha ya mbantu moja kwa moja, mtanzania na jamii yetu, ambayo na mengi yanayotokea kwenye nyumba zetu ambayo huwa hayasemwi. Kwa hiyo Baraluko imekuwa ni moja kati ya filamu ama tamthilia ambayo inaacha alama kwenye maisha yangu ikiwa kama kazi yangu ya kibantu ambayo ninaweza kujivunia. Kwanza mashabiki zangu najua mmenimiss sana, nafurahi kuona mnanimiss wengi. Comments nyingi zimekuwa, Zulfa tunakuona lini, tunakuona lini. My friend, kaeni mkao wa kula. Zulfa Msomali anakuja kitofauti sana, anakuja na ladha nzuri sana na hizo ladha pekee zinapatikana sehemu moja tu, youtube channel ya Gabo Zigamba. Lakini ili kuwa wa kwanza kuitazama filamu hii, subscribe, comment na kushare, na pia alama ya kengele itakufanya upate kila content kwa wakati.